across the impossible. Hello, mambo vipi. Leo nipo hapa katika daraja Magufuli. Daraja hili linaunganisha sehemu ya Kigongo na sehemu ya Busisi kupitia Ziwa Victoria. Daraja refu zaidi ya Afrika Mashariki linalovuka Ziwa Victoria. Hii si tu kazi ya zege na chuma, ni precision, passion na nguvu ya engineering surveying. Engineering surveying ni uti wa mgongo wa kila mradi mkubwa wa miundombinu, kuanzia kipimo cha kwanza cha ardhini na majini hadi usawazishwaji wa mwisho wa daraja. Surveyor ndiye anahakikisha kila kitu kipo sawasawa, sawa kabisa, sio sentimita moja zaidi au pungufu. Bila surveying sahihi, madaraja yangepinda, barabara zingekuwa na mawimbi na majengo yangekuwa kama yamelewa. Kama alivyowahi kusema mhandisi mashuhuri Isambard Kingdom Brunel, precision is not everything it is the only thing. Na Albert Einstein naye alisema, pure mathematics is in its way the poetry of logical ideas. Hivi ndivyo tunavyofanya sisi wapimaji, tunageuza namba kuwa maajabu. Nikiwa hapa kwenye daraja la Magufuli, naona jinsi surveyors walivyobadilisha ndoto ya kuunganisha pande mbili za Kigongo na Busisi. Nikumbushwe kuwa hakuna ndoto kubwa ya uhandisi inayoweza kutimia bila vipimo sahihi kutoka kwa surveyor mwenye ujuzi. Kwa hiyo mara nyingine unapokuwa ukivuka daraja kumbuka kuwa mpimaji alifika hapa kabla yako na kuhakikisha kuwa unavuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine ukiwa uko salama.